Watu wote wanaofanya dhambi, wote wanaofanya dhambi hawana akili. Wote hmm? wote hawana akili, kwa sababu kitu kimeandikwa hatari kwa afya yako, lakini wewe wala, uko sawa, unaenda mziki saa tatu usiku pale. Katika ule mziki kuna hisi, lakini wasikia joto, wasweti, hata ukaunywa maji lita ishirini kiu haitoki. mm -hmm. Wengine wanaumwa kichwa baada ya ule mziki na zile pombe, asubuhi asema, ah, naumwa kichwa, natapika, sijui nimepata, wanasema hangover, sijui kitu gani. mm -hmm. Lakini kesho tena warudi pale pale. Wewe okay, uko sawa. Na watu wengine wanakopa wanunue pombe, watu wengine wanakunywa pombe wao, alafu ana mke na watoto nyumbani, wanalala chumba kimoja hicho hicho. Mtu mke wake amejifungua ndo kwanza na wiki mbili, lakini ana kimada. Mtu anapata pesa mke wake hapati, na kati Mr. Khatibu, pesa tutawaambia watu kadri tunavyokwenda. Pesa ina siri. Mm.